Karibu tena wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wetu wa Meda News. Ni wakati mwingine tena ambapo tunakutana, tuendelee kufahamishana yale yanayojiri katika ulimwengu wa hii mizozo ya kivita. Sasa, kwa siku za hivi karibuni tumeweza kushuhudia uh, maandamano makubwa nchini Iran ambapo tumeweza kushuhudia vikosi vya ulinzi na usalama vikitoa onyo kwa wakazi pamoja na wazazi wa mikoa watu wanapoandamana, vikosi vya IRGC yani Islamic Revolution Guard, vikitoa rai kwa wazazi wa watoto wanaoandamana kwamba inatosha sasa, ambapo baada ya siku jana, vikosi vya IRGC vilianza kutumia nguvu baada ya maandamano ambayo kwa sasa leo yameenda siku ya kumi kwa hizi siku zote vikosi vya jeshi la Iran au vyombo vya usalama vya Iran vilikuwa vitumie nguvu, lakini baada ya kukamata watu na kukamata wale waliokuwa wanasemekana kwamba ni watu ambao walikamatwa kutoka nchini Israeli, ambapo tuweza kushuhudia video moja ikimwonyesha mtu mmoja ambaye alikamatwa kwenye maandamano na walipoenda nyumbani kwake walikuta silaha nzito ambazo zilitoka nchini Israel. Sasa tukiachana na mambo hayo, siku ya jana, vikosi vya ulinzi na usalama vya taifa la Iran vimeanza kutumia nguvu, ambapo wameanza kutumia hadi risasi za moto. Sasa baada ya baada ya vikosi vya IRGC kusema kwamba kwa sasa vitatumia nguvu kuweza kudhibiti hayo maandamano, wanamgambo wa jamii ya Wakurdi wanaoishi nchini Iran sasa hawa Wakurudi Wakurudi ni jamii ambayo inatoka katika taifa la Israeli, ambao wanaishi huko Siria, wanaishi hadi huku nchini Iran. Sasa wamedai kuwa na wametangaza kuanza vita vya moja kwa moja na jeshi la Iran, baada ya kudai kuwa majeshi ya serikali yalishambulia raia wa kawaida katika maeneo ya Malekshahi. Katika taarifa rasmi ya jeshi la taifa la Kurdistan limesema uh, uh, kuwa majeshi ya Iran yalifyatua risasi dhidi ya wananchi, hatua iliyolazimisha wanamgambo wa kikundi kuweza kujibu au wanamgambo wa kikurdi kuweza kujibu mashambulizi hayo. Taarifa hiyo inaelezea kuwa vikosi vya jeshi la Kurdistan, yani ACMK, vikiwemo vikundi vya peshameg peshamega, uh, kutoka katika mkoa wa Ilam viliweza kushambulia kutoka pande mbili. Kwa mujibu wa wanamgambo hao, wanasema kwamba mapigano yamesababisha vifo na majeruhi kwa upande wa Wakurdi huku wanajeshi kadhaa wa jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran IRGC wakidaiwa kuuawa au kujeruhiwa na wengine kukamatwa. Jeshi la ACMK limesisitiza kuwa mapigano haya ni jibu la kile walichokiita ni ukandamizaji unaoendelea kufanywa na serikali ya Tehran dhidi ya jamii ya Wakurudi katika maeneo yao. Sasa hapa sasa ndipo tunapoona kwamba endapo Iran itaendelea kuzembea na kuwaangalia watu Iran itapinduliwa, kwa sababu ukichunguza hawa Wakurdi ni jamii kutoka nchini Israeli au ni watu wanaofadhiliwa na hawa wa Israeli. Hawa Wakurdi wapo kule nchini Siria, wapo Lebanon, wapo hadi huku Iraq wapo mpaka huku nchini Iran. Sasa ni wakati wa taifa la Iran kusimama na kuweza kutambua misingi ya taifa lao na walikotoka ni wapi na walipo ni wapi. Tuachie maoni yako, tuambie ni kipi ambacho unacho. Tutaendelea kukufahamisha kile ambacho tutakuwa nacho katika yale yanayoendelea katika maeneo hayo mbalimbali ya vita hivyo